Bwana kwenye yale maombi ambayo umeandika katika karatasi yako, naamini kwamba kila mtu alipata karatasi. Yawezekana ushaandika au kaweka katika boksi, lakini naamini kwamba kila mtu alipata karatasi hiyo na kuorodhesha maombi yake ambayo anayaomba au anayotaka Bwana amtendee. Lakini leo nataka tuombe ombi la kipekee. Tuliomba kwa ajili ya wafanyakazi tukaomba kwa ajili ya wafanyabiashara. Leo nataka kwa sababu najua kuna wafanyakazi wengi hawakuwepo, wafanyabiashara wengi hawakuwepo, tutaomba kwa ajili yao tena, ili Bwana awasimamie katika kazi zao, awasimamie katika mienendo yao, awasimamie na kuwapatia kibali chake, kuwapatia mvuto, lakini kuwanyanyua kufika katika viwango vilivyo juu. Wale ambao ni wafanyabiashara, mkono wa Bwana ukaonekane katika biashara zao na katika wazo lao la biashara. Kwa hiyo tutaimba, wale wapendwa waje, tutaimba wimbo maalum katika kitabu cha Yeremia. E, hili ni ombi, unajua nyimbo huwa ni maombi. Sasa wimbo huu pia ni ombi. Unajua wengine wakisikia nasema ah, mbona mbona wanaimba mapambio mbona wanaimba hivi, lakini ni ombi kutoka katika Biblia. Na tunasoma katika kitabu cha Yeremia 32, fungu la 27, ambayo inasema kwamba Yeremia 32 27 inasema hivi Tazama, mimi ni Bwana, Mungu wa wote wenye mwili. Je, kuna neno gumu lolote nisilo liweza kwao? Tutaimba wimbo huo wakati tukihoji kwamba, je, Mungu, kuna neno ambalo huliwezi? Kukosa kwangu fedha, je, ni jambo ambalo linakushinda? Ugonjwa ninaougua je, ni jambo ambalo linakushinda wewe Bwana? Kizazi changu kutokupata mtoto hata leo, je, ni jambo gumu kwako? watoto wangu kushindwa kuwalea na kuwapatia malezi bora, je ni jambo gumu kwako? Elimu yangu ninapokosa ada, ninapokosa nafasi ya shule, je ni jambo gumu kwako? Ninapopitia changamoto hii kazini, ni gumu kwako, lolote lile. Na tunaposema kwamba hawa wafanyakazi na wafanyabiashara waje hapa, tunapoomba kwa ajili yao, hata wewe ambao na jambo lolote gumu, njoo upate baraka za Bwana. Haleluya. Yaani, kama kuna wito ambao hutaki kuacha, ni kila watu anapoitwa kwa ajili ya ombi, piga hatua, onyesha utayari, imani yako kwa Bwana kwamba ni tayari ufanye badiliko katika maisha yangu. Kwa hiyo kama kuna mtu wa namna hiyo, tunapoimba wimbo huu, sogea, njoo mbele, tuombe pamoja. Lakini pia inawezekana kuna mtu ambaye anasema anataka kuanza upya tena kwa namna ya ubatizo. tutakapokuwa tumepiga hapa hatua basi utasogea utakuja hapa katikati, maana sabato ijayo tutakuwa tuna ubatizo wa kipekee wa kuanza na Bwana, tukiachana na mambo yote akale, ya kale ambayo tunaamini kwamba yamepita na tayari kuanza upya. Na hivyo basi niwaalike kwa kicho, kwa utulivu, tusimame tunapoimba wimbo huu ambao ni ombi, ni ibada. Basi tutakuwa tukiomba tutakuwa tukizungumza na Bwana wetu, lakini zaidi nitapata mzee wa kwanza pamoja na Dkt. uh, Remeli uh, Mchome, wao watatukabidhi mikononi mwa Bwana wakiombea maombi ambayo tumeweka katika boksi hili, lakini pia kuombea wafanyakazi na wafanyabiashara. Na baada ya hapo, tutapata ombi la baraka la shukurani na tutakuwa tumefikia mwisho. Bwana wabariki. Tusimame tunapofanya ibada hii ya Mungu, yeah. Asifiwe kwa heshima na kicho. Natamani kila mtu apate nafasi, tupige magoti. Tengeze nafasi tu, tupige magoti. Tutaomba maombi mafupi yenye mguso. Usiumie kwamba tutaapana ah, tunakwenda kumimina mioyo yetu, na hakika ni kwamba Bwana anasikia na anajibu maombi yetu. Usiogope kwamba ni jambo gumu kiasi gani, kwamba ni lipi ambalo shetani analiweka kwako na linatisha na kuogofya. Bwana yu tayari kuf, kukufungua. Ndiyo maana katika siku hizi kumi tunasema kufunguliwa. Bwana yu tayari kukuweka huru, ili kwamba mwaka huu 2026 tukapate uzoefu wa tofauti. Tukaanze katika namna ambayo Bwana ni kimbilio letu, ni msaada wetu katika maisha yetu. Na kwa sababu hiyo nafasi yetu ni kujikabidhi kwake. Na hivyo basi tunapokwenda kuomba kwa ukicho, kwa kimya, utazungumza na Mungu wako ukimweleza lile ambalo ni hasa haja ya moyo wako, lile hasa ambalo ni tamanio kwako, ukimweleza lile jaribu ambalo unalipitia wakati mwingine mwambie kwamba Bwana, nionyeshe mlango wa kutokea maana kila mlango nao jaribu kuufungua na kuta umefungwa, na kuta kibao kinasema no entry. Lakini nionyeshe Bwana mlango wa kutokea katika jambo hili, na ni hakika Bwana atafungua mlango ili uweze kustahimili. Tuombe. Baba yetu wa mbinguni, Tunalitukuza jina lako kwa sababu wewe ni mkuu mwenye uwezo, Baba asiyefanana na baba yoyote wa dunia hii. Tunakuja kwako mchana wa leo, tumesogea mbele kama tendo la imani, tumepiga magoti kama tendo la imani, tumeandika maombi yetu kwenye boksi kama tendo la imani, kwako Baba Mungu. Tunakutumaini wewe, ndio unaweza kufanya. Kajitwalie utukufu mchana wa leo kwa kushuka na kuwa majibu kwa maswali yetu. Baba, tunahitaji utujibu yale tuliyokuomba na tunakulilia, tunakuamini, hatuna mtu mwingine, tunaomba utende kwa ajili ya utukufu wa jina lako. Yesu, jibu maombi yetu. Yesu, jitukuze. Yesu, tuokoe. Asante kwa sababu unatupenda. Asante kwa ajili umetupa nafasi na sisi tunakuamini tenda katika jina la Yesu. Amina. Baba muumba wa mbingu na nchi, mfalme wa wafalme, wana na binti zako wamesimama mbele zako, wamepiga magoti mbele zako, wakiinamisha vichwa vyao kwa ajili ya kupatia maombi. Mfalme, tunakiri mbele zako kwamba wewe ndio Mungu uliyetuumba na hatuna Mungu mwingine. Bwana, miongoni mwa hawa wote waliopiga magoti hapa kuna wafanya kazi na no, kuna wafanya biashara. Tunakusihi kwa imani na mahitaji ambayo wa wameyaonyesha mbele zako Bwana, ukapate kuwabariki ukiwagusa wafanyakazi kwa kila namna katika sehemu zao za kazi, ukawabariki wakayaone matunda ya kazi zao. Ee Mfalme, ukaweze kuwapandisha na madaraja katika maisha yao na katika kazi zao wanazozifanya kila siku. Lakini pia Bwana, kwa wafanya biashara Bwana, wabariki kuanzia leo kazi zao za mikono yao katika biashara hizo wanazozifanya, tembea nao siku zote ukaweze kuwakuza na wakaone tofauti kati ya miaka mingine katika mwaka huu 2026. Mfalme, tunapoanza mwaka huu tunajikabidhi mikononi mwako, wafanyakazi pamoja na wafanya biashara na wajasiriamali wa kila namna. Mfalme, tunaomba mkono wako wa kuume ukao juu yao, na hata tunapofika mwisho wa mwaka huu Bwana tukakusifu na kukutukuza kwa jinsi ambavyo neema yako na baraka zako zimeonekana kwetu. Mfalme, tunaomba haya tukijua kwamba hata miaka iliyopita Bwana ulitenda makuu kati yetu, na ndio maana wote tuko hapa kwa imani kuu, tukiwa tumekusanyika mbele zako kukuomba tena. Mfalme mwenye upendo, mwenye nguvu, mwenye utukufu, Bwana tenda katika viwango vyako na katika utukufu wako na katika upendo wako. Tunaomba hayo yote katika jina la Yesu Kristo ale Bwana na mkombozi wetu, amin. Baba yetu na Mungu wetu, tunasema asante kwa sababu tunaamini umesikia maombi ya kila mtoto wako. Wale ambao walikuja wakihitaji uponyaji, tunaamini kwamba umewaponya katika jina la Yesu Kristo. Wale ambao walikuja wakihitaji kuimarisha uchumi wao, tunaamini kwamba unakwenda kubariki kazi zao, biashara zao, kubariki hata kapu lao la kukusanyia ili lisipitishe katika matobo, lakini ikabaki akiba na wakabaki wakilitukuza jina lako, si kama wakopaji, lakini wakopeshao mataifa. Lakini Bwana, tunashukuru kwa sababu hata watoto wetu umewabariki, umebariki uzao wetu, umebariki kila ambacho mikono yetu inapata kukigusa, kila lililojaribu kila lililo gumu ambayo hatuwezi kuyatambua, lakini kwa sababu wewe unasoma mioyo yetu, tunaamini kwamba unatufungulia milango kwa utukufu wa jina lako. Katuonyeshe milango hiyo, maana wewe ni Mungu unayetupenda na kutujali na kutuja, na, na tunakushukuru kwa sababu tutaendelea kushuhudia na kuona makubwa ukiyatenda kwetu, maana tumeomba na tukiamini, ni katika jina la Kristo Mwokozi wetu, amina.

Ni? Familia moja. Ya kwenda mbinguni. Anayeshindwa asaidiwe aweze. Bwana awabariki.

wa siku kumi za maombi ikiwa kwako ni siku ya kwanza leo, sisi kwetu ni siku ya nne. Hivyo kwa upekee kabisa, nipende kuwaalikeni kwa... nyote a, ambao a, kwa mara ya kwanza mmebahatika, imekuwa ni mara yenu ya kwanza kuhudhuria mfululizo wa hizi siku kumi za maombi, tunazo siku sita mbele yetu. Basi pata kuungana nasi aidha kwa kuja kanisani, ama kutufuatilia kupitia YouTube channel ya Salasala SDA Church, na utabarikiwa na utazidi kufunguliwa hadi tutakapohitimisha siku ya mwisho. Na mtazamaji, ambaye umekuwa ukitufuatilia tangu tulipoanza matangazo yetu, kwa wakati huu hatuna la ziada, tukiamini ya kwamba umebarikiwa zaidi na vipindi ambavyo mekuwa vikiendelea huku na wewe pia umepata kufunguliwa. Matangazo um, haya yanakujia chini ya timu ya mawasiliano Salasala Media Team, na kwa niaba ya hao wote, mimi ninaitwa Doris Tungalaza. Tunapokuwa tukiondoka kwenda kwa mapumziko mafupi, tutarejea hapo baadaye. Uh, ninakuacha nayo kwaya nzuri ya watoto Salasala. Mungu akubariki, hadi baadaye. Kweli ninatembea na raha na nivunia jina lake Yesu, yeye ndiye rafiki yangu, nimempata rafiki wa kweli